Hili tukio sio la mara ya kwanza kudhalilishwa, nilishaibiwa kila kitu hapo ndani, kusema tu vile dokumenti zingine hazipo baada ya walikuwa wamevamia, wamevunja na vitu vingine vikachokoliwa na hayo marisiti na nini, lakini hili limekuwa limeonekana sana kwa sababu ya ile hali ya, ya sasa hivi kwamba eh, vyombo vya habari viko vingi na viko uhuru. Sasa baada ya hapo mimi kama mke wa ndoa niliteuliwa na familia kwa msimamizi wa mirathi na kwa sababu ni msimamizi wa mirathi ndipo nilianza kufuatilia kwa upya haya mambo. Nikiwa katika kufuatilia, na nyumba niliorodhesha kwenye mali ya Maremu kwa sababu nilikuwa naishi hapa, nimekaa hapa mpaka mwaka huu mwezi wa kwanza. Sasa katika yote yakiendelea, hata siku tukio linatokea mimi niko Oyster Bay nikifuatilia hilo jambo ndipo wao walivamia hapa na wakisema barua imetoka kwa mkuu wa wilaya, hawakuwa na barua, waliionyesha kwenye simu. Na kitu kilichofanyika kingine, yule mtu aliyekuwa anafanya zoezi la eviction ndio huyo mama ambaye nimemwona hapa na ninamfahamu ni mwanasheria wa yule asimu wangu ambaye tunapambana. Kwa hiyo walivyofika hapa, waliwavamia hawa wapangaji wangu, wameibiwa milioni kumi, wameibiwa laptop, wameibiwa simu na mimi nilivyokufika hapa kwa sababu nilikuwa nasubiri msaada, nivyoona bado gari inachelewa kuja kutoka polisi, nikaamua kupanda bodaboda. Alitangulia mtoto wangu, ndio hilo uliomwona akigaragazwa pale, na baadaye mimi nikafika.